Habarini, wapenzi wa watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV, am Hadija Waziri na Imani, mnanifahamu vizuri. Nimepata bahati kushirikiana na baadhi ya wa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mafia, lakini pia kwa kushirikiana na ofisi ya mbunge jimbo la Mafia tumefika hapa katika eneo maalum ama bandari ya Kimbiji, ambapo kuna kunajengwa kivuko cha MV Kilindoni Two. Haswa TV tumefika kujionea ubora wa kivuko hichi ambacho kinaenda kujengwa chini ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na niwape tu utofauti kidogo, kabla hamjawasikia wengine wakizungumza kwa undani zaidi. MV Kilindoni Two ina utofauti mkubwa na MV Kilindoni One kwa sababu MV Kilindoni Two kwenye abiria inabeba abiria 300 mia MV mia tatu Kilindoni One tunafahamu inabeba abiria mia mbili na ndio sababu kubwa ya wananchi mara nyingi kuachwa kutokana na wingi wa abiria kwa Nyamisati na kwa Mafia kutokana na mwamko wa watu kuvuka sehemu hizo, lakini kwa upande wa magari MV Kilindoni tu ina uwezo wa kubeba magari madogo madogo kumi. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa endapo itakamilika kwa wananchi. Sisi tumefika hapa kuhakikisha tu tunawahakikishia, na mnafahamu habari zetu ni za kweli na zenye uhakika. Tumefika kuhakikisha tunawaletea habari hizi. Tumezungumza na viongozi mbalimbali mbali, hususan kama viongozi wa kampuni ambayo inasimamia ujenzi wa MV Kilindoni Two na wametueleza, ndani ya mwezi wa tatu meli hii inaweza kukamilika na kutokuwa na miezi miwili ama mwezi mmoja na nusu kwa lengo la matazamio. Kwa hiyo tuwaambie Haswa TV wasikilize wengine wameeleza mambo mengi sana kuhusiana na kivuko cha MV Kilindoni Two. Hatuna la ziada na imani utakuwa umejifunza. Majina, naitwa Rayton Kwembe, ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Dar es Salaam Merchant Group ambayo ndo mkandarasi anayejenga kivuko cha Mafia Nyamisati. Kwanza kabisa tunashukuru serikali kwa kutupa nafasi hii ya kujenga kivuko hiki ambacho ni muhimu sana kwa kusafiri kati ya Mafia na Nyamisati. Na hatua tuliyofikia mpaka sasa hivi, tumefikia hatua nzuri, tuko asilimia 44 tumeshajenga ile sehemu yote ya chini ya meli, na kama mnavyoona mitambo yote imeshafika, na injini mbili hapa tunajeleta mbili ambazo ndio zitatumika kwa ajili ya ya kupawa ile meli na pia mzigo uh, kwa ajili ya kumalizia zile plate zilizobaki kwa ajili ya kutengeneza ile shape yote ya meli uh, mzigo huo umeshafika huko bandarini. Tunategemea baada ya wiki mbili tuanze kazi. Kwa hiyo sisi commitment yetu ni kwamba ikifika mwezi wa tatu mwakani tutakuwa tumeshamaliza kujenga meli hii, na baada ya hapo tutakuwa na kipindi kifupi cha mwezi mmoja au miezi miwili kwa ajili ya kufanya majaribio kabla hatujakabidhi, na tumezingatia atakwa na mahitaji ya Mafia katika kuanzia kwenye kudai, kudizaini, mpaka kujenga meli hii. Kwanza, ili kuweza kufika kwa muda mfupi, meli yetu imejengwa me, kwa hali ya tofauti, ina umbo ambalo lime, lime, kama, liku, kama V shaped badala ya kuwa na flat, hiyo inasaidia kukata maji kwa urahisi, lakini tumezingatia pia na matakwa mengine ya wakazi wa Mafia kama vile kuweka eneo kwa ajili ya kuhifadhi maiti na pia kuweka eneo kwa ajili ya, ya wagonjwa kuna eneo maalum kwa ajili ya wagonjwa wanaopata wanaweza kupata huduma ya kwanza, lakini pia mizigo haitachanganyika. Tumeweka maeneo maalum ya kuweka mizigo mbalimbali. Kwa hiyo kivuko hiki kitajengwa kita, kita uh, kitakuwa na uwezo mkubwa na ubunifu wa hali ya juu, na ombi letu ni kwa serikali ni kwamba tu uh, kama ambavyo imeendelea kutu, kutulipa ambapo mpaka tumefikia hapa, basi kilichobaki kidogo tulipe kwa wakati ili tusiweze kuchelewa hiyo mwezi wa tano mwakani. Jina naitwa Muhammad Hassan Faki, maarufu Al-Badawi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mafia. Leo tumetembelea eneo la mradi wa utengenezwaji wa kivuko meli yetu ya MV Kilindoni 2. Katika eneo la Kimbiji tumekuja kuangalia maendeleo ya meli inavyotengenezwa lakini pia kuja kuangalia pamoja na vifaa ambavyo tuliambiwa kwamba vitakuja eh, katika ujenzi wa wa, wa kivuko hiko kwa maana ya meli hiyo. Pale ujenzi umekwenda vizuri kwa ile hatua ya awali eh, lakini pia tumekuja hapa, tumeona kuna jenereta mbili lakini kuna injini mbili ambazo tayari zimeshafika kwa ajili ya kupachikwa katika meli yetu hiyo. Mategemeo meli inaweza kukamilika ifikapo mwezi wa pili mpaka wa tatu kulingana na mazingira ya bajeti ya serikali eh, lakini baada ya hapo itakufanya, itafanya majaribio kwa kipindi cha miezi miwili. Kwa hiyo tunategemea ifikapo mwezi wa tano mwakani kuwawakilisha wanachama wote wa CCM Wilaya ya Mafia waje waone kazi ambayo serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya ameitoa kuhakikisha kwamba tunapata kivuko cha pili cha kuvusha watu Mafia na kuondokana kabisa Mafia na adha ya usafiri ambayo sasa ipo chetu tofauti, tofauti na wamejitahidi kutengeneza maeneo manne tofauti Mafia na Nyamisati, sambamba na hilo mawili chetu, ili kutofautisha kati ya MV Kilindoni 1 na MV Kilindoni 2 kwa sababu ujenzi wote wa MV Kilindoni 2 unatokana na mapungufu yaliyopo katika MV Kilindoni 1. Tatizo kubwa ambalo tulilopo hapa ni kupatikana fedha kwa haraka kutoka katika serikali. Sisi kama chama tumelibeba hili na tutakwenda kuhakikisha kwamba tunakwenda kuongea na wizara inayohusika juu ya ujenzi wa vivuko hivi ili kuhakikisha wanatoa fedha kwa haraka na mradi wetu uweze kukamilika kwa haraka kwa sababu mahitaji ya wananchi wa Mafia katika chombo cha usafiri ni makubwa mno kuliko vile ambavyo mtu anafikiria. Tunaiomba wizara inayohusika na vivuko hivi ihakikishe inatoa fedha kwa wakati, ili ifikapo walau mwezi wa kwanza chombo chetu kiwe kimekamilika, mwezi wa pili wafanye majaribio, mwezi wa tatu chombo kiingie Mafia kwa ajili ya kusafirisha abiria. Kwa majina anaitwa Muhsin Hassan Muhsin, ni diwani wa kata ya Kegeani. Leo nimefanikiwa kufika kwenye kampuni ambayo inatengeneza ina inatengeneza meli. Sin Hassan Musin ni diwani wa kata ya Kegiani. Namshukuru Mungu, leo tumefanya ziara kutembelea kwenye kampuni ambayo inatengeneza kivuko chetu cha pili, na tumekuja kujionea. Mfika madiwani wote hapa, baadhi ya madiwani wengi tumejitokeza, wachache tu wamepata dharura, lakini tunashukuru Mungu, tumefika, tumepokewa na wahusika, na wahusika wametuthibitishia na kutuonyesha tumeweza kuona na kuhoji maswali mbalimbali mbali ambayo ili kurudi na majibu kule ambako tunaenda, kwa sababu sisi ni wawakilishi wa wananchi na tuliahidi kipindi cha kampeni kutoa matumaini ya usafiri, kwa sababu ni kazi kubwa kwa watu wa Mafia. Na kwa sasa tunafahamu kwa Mafia tuna meli yetu ambayo ni moja, ni kivuko cha Kilindoni, lakini tunaweza kusema hakitoshi, na ndio maana serikali, <coughs> serikali kuu imeamua kuja na plani hii ya kutuongezea kivuko lakini kutokana na umuhimu wa kivuko hiki kwa, tukaona si vyema kutofika hapa ili kuja kushuhudia hali halisi ya kivuko cha pili kilivyo. Namshukuru Mungu, wametupokea wahusika hapa mainjinia, wametuonyesha na tumeiona jitihada za, za maendeleo ya ufanyaji kazi katika hiki kivuko inaonekana lakini vilevile hatua ambayo imefikia tumeweza kuiona na sababu ambazo zimepelekea mpaka leo kuwa hatujavuta hatua kubwa pia zimetolewa. Kwa tunashukuru kwa kauli zao, na kwa bahati nzuri wamebalansi mazungumzo yao kwamba upande wao kulikuwa na madhaifu kidogo, lakini na upande wa Tamesa nao palikuwa hakujakaa sawa, kwa sababu taratibu za malipo, lakini tunashukuru Mungu ametuahidi kwa kauli moja kwamba baadhi ya material tayari yameshafika bandarini, yanasubiri taratibu za kutolewa na si muda mrefu kutoka sasa, matiri watakapofanikiwa kufika hapa, wataendelea na kazi. Lakini pia wametuahidi wao kama maengineer muona wata wamesema, pamoja na malipo bado wao wana budget yao wenyewe binafsi ambayo inawawezesha kufikia hatua nzuri katika kurekebisha hii meli katika kuijenga, lakini pale ambapo miezi michache mbele watamaliziwa malipo hayo basi na imani ndani ya miezi mitatu mbele, wametuahidi mwezi wa pili mpaka wa tatu takuwa meli kivuko chetu kimefikia hatua nzuri, lakini pia kuna nafasi ya miezi michache mbele kwa ajili ya majaribio. Kwa majina naitwa Mwema Ahmad Mgeni, ni diwani viti maalum wilaya ya Mafia. Lakini pia naishukuru serikali kwa ujumla kwa kuweza kuiona Mafia na kuweza kutuongezea kivuko cha ja kuweza kusafiria Mafia enye mimi niombe tu kwamba kuwatoa hofu wana Mafia. Nimefika, nimejionea mwenyewe. Serikali inatia nguvu kwenye hili, lakini pia hata wanaotengeneza wapo kazini masaa ishirini na nne kuhakikisha wanatukamilishia kivuko hiki kwa haraka, nasi Mafia kuweza kuondokana na tatizo la kivuko kwa haraka. Hivyo basi, niwaombe wana Mafia wawe watulivu kwa kipindi hiki kifupi katika kuvumilia uweza kukamilika kivuko chetu. Lakini niwaombe na niwatoe hofu kina mama, kwa sababu kina mama ndio tunaoteseka na watoto na mizigo na vitu vingine. Kwa hiyo niwatoe hofu kina mama wenzangu, wana Mafia, kivuko kinaenda mbio, kivuko kinaenda kasi, na serikali ipo tayari kutoa fedha kwa ajili ya kumalizia kivuko hiki kwa haraka, nasi tutalisimamia hilo, ili tuweze kufika lengo kwa muda sahihi ambao umepangwa. Baada ya kusema hayo nitoe shukurani za dhati kwa Chama cha Mapinduzi kuweza kue, kutekeleza miradi na kutekeleza ilani za Chama cha Mapinduzi ipasavyo. Nashukuru sana na Mungu atufanyie wepesi na atubariki sana. Asante.